Kwa jina naitwa Leila Abdulkarimu Mbwana, natokea shule ya sekondari Alhamis Kempu iliyopo Kusini Pemba. Mimi ni miongoni mwa wanafunzi waliochaguliwa kuja kushiriki katika mafunzo ya IT yaani TEHAMA. Leo tumejifunza kuhusiana na jinsi ya kuunda electric circuit au umeme mdogo. Naitwa Fatma Masudi Hamadi, natokea Pemba mkoa wa Kusini. Ni mwalimu kutoka Madungu Sekondari. Mafaida ya mafunzo haya ni nyingi, lakini nitataja kwa uchache. Faida ya kwanza ni kujuana wanafunzi kutoka katika mikoa yote ya Tanzania, lakini faida ya pili wanafunzi ni kupata uelewa na ustadi juu ya mafunzo haya ya ICT, lakini vile vile kupata ushirikiano, wanafunzi kuwajengea confidence wakati wa masomo, lakini vile vile wanafunzi kuweza kupata elimu tunatoa wito kusudi kwamba haya mafunzo kwanza yawe endelevu kwa wanafunzi wetu, lakini vile vile baada ya kupata mafunzo, skuli zote hizi ambazo zinashiriki basi kitu muhimu ni kuwekewa hivi vifaa ambavyo vitawafanya wataweza kuendelea, na taifa litaweza kunyanyuka kwa ujumla kwa sababu, kwa sasa tulipofikia, kila kitu ni mtandao, kila kitu ni sayansi na teknolojia. Hiyo teknolojia itakuwaje? Teknolojia itakuwa pale ambapo tutakuwa tuna vifaa vya kutosha, tutakuwa tuna walimu wa kutosha, wakufunzi wa kutosha, jambo ambalo kama utakuwa una vifaa bila ya wakufunzi hatuwezi kufaidika, lakini kama una wakufunzi, huna vifaa vile vile hatuwezi kufaidika. Hivyo wito wangu kwa serikali kwa ujumla, tunaomba tupatiwe hivi vifaa, tupatiwe na walimu, ili tuweze kufanya kitu ambacho mwisho wa siku taifa letu litakuwa ni endelevu zaidi na zaidi.